Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Aprili 20, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema Nimrodi na Ninawi. Edeni ilifanywa kuwa makao bora kwa jamii ya wanadamu. Mara baada ya dhambi kuingia, ilibidi Mungu kuwatenganisha wanadamu na bustani na mti wa uzima, angalau kwa sasa. Nje ya bustani, wanadamu walitakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kujipatia mahitaji ya maisha yao yaweze kuendelea. Maisha yakawa magumu, ikabidi tuishi kwa uchungu na kwa jasho la uso wetu. Mwanzo sura ya tatu ya 16 hadi 19. Wazazi wetu wa kwanza waliamini kwamba mfalme halali angeandaa njia ya kurudi bustanini. Walileta dhabihu kwenye malango ya Edeni, kwa kutazamia kwa uaminifu ukombozi ambao Mungu tangu mwanzo aliupatia ulimwengu ulioanguka. Bustani ya Edeni iliendelea kuwepo duniani kwa muda mrefu baada ya wanadamu kutengwa kutoka katika njia zake za kupendeza. Mahali hapa alikuja Adamu na wanawe ili kumwabudu Mungu. Hapa walifanya upya nadhiri zao za utii wa sheria ile ambayo kwa kuiasi walifukuzwa Edeni. Wakati ule ambapo mkondo wa udhalimu ulienea ulimwenguni na uovu wa wanadamu uliposababisha maangamizi yao kwa gharika ya maji, mkono ule uliokuwa umeichipusha bustani ya Edeni uliiondoa duniani. Lakini katika wakati ule wa urejeshwaji wa mwisho, patakapo kuwepo mbingu mpya na nchi mpya, tazama Ufunuo wa Yohana sura 21 aya kwanza. Edeni itarejeshwa ikiwa imepambwa kwa utukufu mwingi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo. Ellen G White, Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 42. Wengine, hata hivyo, walitafuta ufumbuzi wa kibinadamu kwa matatizo yetu ya hivi karibuni, na tunaona kuanzishwa kwa majiji, jaribio la kuanzisha maisha rahisi na labda kujaribu kutoa tena kile kilichopotea katika Edeni. Soma Mwanzo sura ile ya kumi aya kwanza hadi 12. Hapa ndipo Biblia inapowatambulisha watu kadhaa wakuu wa kisiasa wanaopatikana katika sehemu nyingine zote za Biblia, ikijumuisha Ninawi na Babeli. Kwa kuzingatia kile tunachojua kuhusu dhima ya miji hiyo baadaye, tunaweza kufikia hitimisho gani kutokana na maandiko haya? Wengine wamesoma juu ya Nimrodi na kufikia hitimisho kwamba yeye ni shujaa mwenye cheo kikubwa kama vile mashujaa washindi katika hekaya za kipagani, lakini Biblia inapomwelezea kama mtu hodari katika nchi na hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana, sio sifa. Nimrodi ni mkuu kwa sifa au heshima yake mwenyewe, naye anasimama mbele za Bwana kwa maana ya kwamba anamdharau Mungu. Tunachoona katika maandiko haya ni kuenea kwa uasi dhidi ya Mungu uwasi ambao utakaokuwepo mpaka hatimaye uwasi wote utakapokomeshwa milele. Kwa nini dhambi ya uwasi dhidi ya Mungu ni ya hila kuliko tunavyoweza kutambua kwa urahisi? tunawezaje kujilinda dhidi ya tabia au sifa hii ya kibinadamu? Hii ni Aprili 20, mada ikisema ni mrodi na Ninawi. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii. Mungu atubariki sote na karibu tena.